Milioni mia sita na tano na elfu sabini na tatu ukihusisha barabara ya mbili. Hii barabara tuliyopo inaitwa Mtamaa Mnyuge Mtavira, lakini pia na barabara ya Puma Igransoni. Barabara hii pamoja na daraja hili ana uchongaji pia wa kilometa saba ambazo zitaanzia hapa mpaka pale njia panda ya tulipoingilia kuja huku, lakini pia na ujenzi wa kiboksi kidogo cha mita tatu tumekuta kinaendelea pale nyuma, lakini pia anajenzwa na karavati mstari moja na sehemu korofi za kunyanyua. Kazi zilizokwisha kufanyika hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza baada ya kuchimba tulijenga misingi ya mawe kule chini. Baada ya kujenga ile misingi tukajenga kuta za mawe kama hizi mnazoziona kwa mita moja na nusu baada ile mita moja na nusu tukamimina zege la bimu kwenye hizi kuta, zimepita bimu. Baada ya zile bimu ndo tukafukia sasa, tukaipata hii level ya mto mpita, ndo tukaanza kunyanyuka tena na kuta za mawe hizi zilizoanzia hapa, kule chini tumezika, maanake ile mita moja na nusu na bimu ya sentimita thelathini na zege la sentimita ishirini nondo kukamilika ifikapo au kabla ya tarehe thelathini ya mwezi wa tano hapa tulipo ndio huu mradi unaoutembelea wa ujenzi wa daraja. Gharama yake ni shilingi milioni mia mbili hamsini laki tatu na elfu sabini. Thamani ya fedha inayofanyia kazi iendane na kiwango cha kazi. Tukuombe sana injinia ambayo anatuwakilisha kupitia hao wenzetu ambao ni wakandarasi, ni vizuri ukahakiki miradi hii kama na ubora hizi fedha zilizotolewa, tunaimani zifanye kazi zaidi ya miaka hamsini ndipo tuanze kubuni kupata daraja jingine, lakini tusifanye mwaka huu, baada ya miaka mitano minne tuanze kupata changamoto ama ya kukarabati daraja ama ya kuongeza daraja. Kwa ni vizuri wasimamie, hasa nyinyi nyinyi watu wa tarafa, mambo haya yanatekelezeka. Mwenyekiti, tunayoona yanakwenda vizuri au tukushukuru sana, lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutupa hela kushirikiana na Mheshimiwa Mbunge kwa kuendelea kutusemea vizuri. Mto huu sasa utakapokuwa umekamilika hapa, shida itakuwa imeisha. Na bahati nzuri, sisi ni wenyeji wa hapa mto huu. Mto haujaanzia mbali kama ulivyo ule wa kule na ule wa huko, umeanzia hapa karibu karibu tu. Kwa hiyo kwa daraja hili ambalo jinsi ambavyo linajionyesha hapa, dawa itakuwa imeshapatikana. Na kwa maelezo ya ya injinia, kwa kadri anavyozungumza hapa, nafikiri mwenyekiti, utakuwa umetukomboa kwa maelekezo yako mazuri.